Sikukuu ya CMF. Mshike mshike ya kurekodi studio imepeleka Mshabe na Festo kutangaza nia ya kurekodi nyimbo yao mpya baada ya kwenda studio kwa mara ya kwanza. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi, usiache kutufuatilia kupitia TAG Kijito Nyama YouTube, unaweza kusubscribe, kushare pamoja na kulike. Hivi punde nitakuwa na mgeni ambaye nitakuwa na mazungumzo nayo kupitia the talk ya CMF na ntucienda kufahamu vitu vingi, yeye ni nani, anafanya nini. Mpate mapunziko ufupi na niko na mgeni hapa studio. Karibu sana mgeni. Amen. Asante Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu ambao mnatuangalia live, ambao mnatuangalia pia kupitia uh, YouTube channel yetu. Mimi naitwa David Mdula, ni kiongozi kwa maana ya wa uh, mkurugenzi wa katika kanisa letu. Ya Mungu anazungumza habari ya uchumi kwenye kitabu cha Mwanzo, pale tu anapoanza kwenye maandiko yake, neno la Mungu linasema, anamleta Adamu katika bustani ya Edeni, anampa majukumu makubwa mawili. Bwana Yesu asifiwe! Jukumu la kwanza anampa la kulima bustani ya Eden, jukumu la pili anampa ni la kutawala alikuwa na uwezo wa kusema anza kutawala kwa sababu kila kitu nimesha kutengenezea mimi kama Mungu. Lakini ameanza na neno kulima, maana yake msingi wa uchumi uko kwenye kufanya kazi. Hakuna njia nyingine shortcut. Tafuta ufalme wake, tafuta haki yake, mengine yote atakuzidishia. Wakati anakuzidishia hautosubiri madhabahu, unanyinyuka unakwenda kwanza utafute ufalme wa Mungu ambao nimeanza kuzungumza hapo awali sitakirudia. Cha pili, afanye kazi. Cha tatu, um, afanye uwekezaji kwa sababu hakuna pesa inaweza kaja kama hafanyi uwekezaji. Cha nne, aweze kufanya biashara. Na kwenye wale waliodhuria semina wanakumbuka wakati naelezea eneo la na biashara, sikuzungumza habari ya kuuza nguo Kariakoo, sikuzungumza habari ya vitenge, sikuzungumza biashara ya magari. Tulitoa mfano wa juisi na nini, jamani, waliofika yu juisi na maziwa, ndio nilianza na mifano midogo sana ambayo mitaji yake ni pesa ndogo sana. Kingine nilitoa eneo ambalo mtu anaweza akafanikiwa kiuchumi kwa kufanya kazi zaidi ya moja. Yani lazima, hapa ndani tuna watu wa benki, tuna watu wa uchumi ili ifanikiwe lazima uwe na multiple sources of income. Juzi nilikuwa nasoma kitabu nikakutana na neno moja, linasema, yeye ametumia neno utajiri, lakini mimi nitatumia neno lako. ili uchumi ulio imara, acha kufikiria kama mfanyakazi, fikiria kama tajiri. Bwana Yesu asifiwe! Amen. Acha kufikiria kama mfanyakazi, fikiria kama tajiri, ndio na wewe utakuwa tajiri. Mfanyakazi anafikiria tu kuamka asubuhi aende kazini na kusubiria mshahara tajiri anaangalia fursa zilizopo mbele yake, atazigrab atazichukua, ataangalia kazi atafanya, atachukua biashara atafanya, kila kilichopo mbele yake atafanya. Maana yake anatengeneza kitu kwa Kiingereza kinaitwa multiple source of income, yani huwa na zaidi ya kipato kimoja. Ziko pointi zaidi ya 11 lakini hizo tano, kuandika kitabu. Hapa hapa kwa kumaliza kabisa Uh, we ni mkurugenzi wa idara ya CMF Kijitonyama na nilikuwa natamani uweze kushea nasi mafanikio ambayo umekuwa nayo kama idara mwaka elfu mbili na ishirini na nne na elfu mbili na ishirini na tano. Na moja ya mafanikio ambao tumeweza kufanya au tumeweza kufanikiwa kama idara kwanza ni kuweza kuwategeneza wachungaji wetu kwa maana ya viongozi wetu wanaotuhudumia na pamoja Namba mbili, tumeweza kuwezeshana sisi kwa sisi kama wanaume, kwa maana ya maeneo tofauti tofauti: kiroho, kiuchumi, pamoja na kijamii. Kwa maana ya kwamba tunaweza kuwatembelea wanaume wenye mahitaji, tumeweza, tumeweza kushauriana kwa wale wenye changamoto mbalimbali, lakini pia tumeweza kuwa na ushirika, kwa sababu kwenye point namba mbili, moja ya madhumuni ya kuwa na CMF: ukiingia kwenye website ya CMF taifa, moja ya dhima kwa nini walianzisha CMF ni pamoja na kuwa na ushirika pamoja na kuhubiri Injili pamoja na kusaidiana, lakini pia na kuwa na ibada za mahali pamoja. Kwa kwenye hayo maeneo yote tumeweza kufanikiwa, sio kwa kiwango kikubwa sana, lakini angalau tumeweza kufanikiwa ukiinganisha na miaka ya nyuma. Ili uwe mwana CMF unapaswa uwe na sifa gani? Sifa ya kwanza uwe mwanaume. Sifa ya kwanza uwe mwanaume na mwanaume kwenye CMF tuna mhesabu pale anapozaliwa tu, akiwa amezaliwa ni mwanaume, basi yeye ni mwana CMF. Lakini sifa ya pili, wewe unaabudu na sisi katika kanisa letu la TAG, kwa sababu hatuna CMF nje ya TAG. Sifa ya tatu, kama unaabudu na sisi, maana yake utakuwa umeokoka, maana yake hatuna CMF ambaye ni mpagani. Hizo sifa tatu kwa leo Isitoshe, kuna kitu nimejifunza. Kumbe na mtoto aliyezaliwa ni mwanasiasa, ukimwangalia. Mwanangu mwenye miaka miwili leo tumesoma suti pamoja na yeye. Okay, kwa kumaliza kabisa, mkurugenzi, unatoa rai gani kwa uh, wanaume wanaokutazama hapa live, lakini pia kwa wanaume ambao pia wako hapa nchini Tanzania, unatoa rai gani kama kiongozi na kama mkurugenzi wa idara ya semuse? so kwa maana ya wanaonitazama, turudi kwa Yesu. Siku za mwisho zimekaribia. Kama vijana, kama wanaume, ukiwa ndani ya Yesu unapata pumziko, kwa maana ya kwamba zile stresi zote ambazo tunakutana nazo kama wanaume, ukiwa ndani ya Yesu una namna, unapata relifu kwenye moyo, akili, pamoja na nafsi. Sisi tuliopo ndani ya kanisa tuongeze ushirikiano. Hakuna kazi ngumu kama kuongoza wanaume, na nimekuwa nikiandika kwenye grupu kwa uchungu sana kwa sababu viongozi watakuwa wanajua tunasaidiana nao wa sana, ili mambo yaende, lakini tusikuwe na ushirika wa pamoja, tusiache kufanya ibada, kwa sababu wanaume tumekuwa na mambo mengi na tuko bize kupambana na uchumi na maisha, lakini tufanye ibada, tuwe na ushirika wa mahala pamoja, lakini pia tulisaidie kanisa letu kwenda mbele, kwa maana ya kufanya nzuri so sana ninaomba ni, kabla hujafunga, nitumie nafasi hii pia kukabidhi ripoti. Maana yake kwa kupitia hayo ulionioni tayari ni tafsiri ripoti yangu. Kikubwa tu ambacho tumekiweka hapa kama changamoto ni wanaume kuwa bize na kusahau kazi ya Mungu, lakini pia kwenye eneo la uchumi kuna changamoto kwenye wanaume wetu, lakini tumeshaanza kumitatua kwa kuchukua database kama livyosiomfanika biashara ya Kariako, tutasaidiana sisi kwa sisi, lakini mambo mengine ni maombi yetu, ambayo tunaomba kwa askofu. Inaomba, nitakabidhi ripoti hii kama ishara ya kusema tunamaliza. Piga makofi mengi anaposogea kwa baba askofu, kwa heshima na taadhima. Tutakutana wakati mwingine, kusubscribe, kushare pamoja na yes, kulike, n TAG Kijitonyama YouTube na sana. Mungu akubariki sana tatazo na ito Brighton Briton ni MC pia lakini, pia kunaweza kufuatilia zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Asante sana kwa leo, kwa kamera, lakini pia fundi mitambo. Asante sana bana, wakati mzuri.